Aliyekuwa diwani wa kata ya Kiziguzigu wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma ndugu Martin Mpemba amefariki usiku wa kuamkia tarehe 4 Aprili baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana wakati akitoka sokoni kuelekea nyumbani kwake. Kwa upande wake katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma ndugu Christopher Palangyo amesema CCM imesikitishwa na tukio la kifo cha diwani huyo ambaye ameuawa kwa kupigwa na kitu chenye ncha kali na kulitaka jeshi la polisi kuhakikisha wauaji wanakamatwa na, na kuchukuliwa hatua kali za kisheria ifanye uchunguzi kwa haraka na wahusika wakibainika wafikishwe kwenye vyombo vya sheria, sheria ichukue mkondo ili jambo alivimuliki. Uwezi kumtanguliza mwenzako, hata kama kulikuwa na changamoto naye, kuna vyombo vya kisheria. Ni bora ungeenda kulalamika kwenye vyombo vya kisheria, akaitwa kule, mkayazungumza. Akili la kuviziana, hasa kipindi kipindi hiki tunakuelekea kwenye uchaguzi, zinaanza kutia wananchi ofu.